na Burundi. Mmoja waliongea kwa yale ambayo wanasikia, wengine wakashuhudia yale ambayo waliweza kuyaona. Basi nini ukweli hivi sasa, na kuomba wandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho <coughs> ili ugundue bila shaka ukweli wa mambo. Kwa sasa tukizungumuzia aswa kuruhusiwa kwa boti pamoja meli na mashua kutoka mji wa Kalimii kwenda mjini Uvira na vivyo hivyo hivi nakuomba andamane vivyo nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Mtazamaji pia msikilizaji, wewe ambao bado huja subscribe, huu ni muda wako, ikiwa bado hujafanya hivyo, usikose ku subscribe, yaani kujiabone, usikose ku like, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose ku share, yaani ku partager kwa wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Katika yale tumekuandalia mtazamaji pia msikilizaji, ni habari mbichi inayoelekea kuruhusiwa kwa boti, meli, mashua kutembea kwenye ziwa Tanganyika eneo la tarafa au wilaya ya Fizi. Ikumbukwe hapa kwamba tangu ehe, Disemba kumi mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano M23 ilipo miliki mji wa Uvira, bandari ya Kalundu, sehemu za tarafa la Fizi wilayani Fizi, mamlaka yalipiga marufuku boti, mashua, meli aina yoyote ile ya usafiri wa maji kushuhudiwa sehemu hizo za wilaya ya Fizi. Na hiyo kwa mujibu wa mamlaka ni kwamba kuepuka adui asijipenyeze ngoni mwa habiria wanaosafiri kwa njia za maji. Baada ya kupigwa marufuku kwa namna hiyo, watu wengi waliishi hali ya sintofahamu, kwa sababu usafiri ulio rahisi kutoka mji wa Uvira au tarafa la Uvira kwenda tarafa la Fizi, njia iliyo rahisi zaidi ni njia ya maji, kufuatana na kwamba miundombinu ni hatari kwa njia ya barabara. Mtazamaji pia msikilizaji kama vile mlivyosikiliza matangazo yetu ya leo asubuhi au leo mapema, kulikuwa habari ambazo zilikuwa bado hazijathibitishwa na wakaaji walikuwa wakiongea kwa namna yao, lakini habari tulizonazo kwa sasa ni kwamba imefunguliwa na kuruhusiwa usafiri kwa njia ya ziwa Tanganyika, haswa maeneo ambayo ni ya wilaya ya Fizi. Aliyetangaza hayo si mwingine bali ni administrator kiongozi wa wilaya ya Fizi Sami Badibanga Kalonji ambaye amesema amepewa amri na gavana wa mkoa wa kivu ya kusini Jean Jacques urusi sadiki kwamba lazima usafiri kwa njia ya ziwa Tanganyika kutoka sehemu au kupita au kuzunguhuka maeneo ya tarafa la Fizi kwenye ziwa Tanganyika imeruhusiwa. bila ya kwenda mbali basi tumsikilize. Administrator huyo wa tarafa la Fizi Sami Badibanga Kalonji, kisi ilivyosemea mwezi jana ya kukatazwa uh, mitumbu oboti wala bato ya kutoka Uvira uh, kwenda Kalemi kupitia otarafani Fizi. E, ilikuwa jambo ya muhimu ya kusaidia usalama ya nchi yetu e, kisi mulivyojua e, ya kwamba jeshi e, ya Rwanda e, ilizibiti e, mujiji la Uvira tarehe kumi e, siku ya pili tarehe kumi e, ya mwaka wa elfu makumi mbili na tano tukaona ya kwamba hatuwezi e, kurusia maboti mabato E, mamitumbu ya kutoka Uvira kwenda Kalemie kupitia kwetu tarafani Fizi, ilikuwa jambo ya kukataza infiltration ya adui e, lakini e, jeshi letu la Kongo ilifanya kazi kubwa sana ya kufukuza adui e, jeshi ya Urwanda uh, ndani ya kijiji la Uvira. Kwa hivyo uh, Kaven uh, Wajimbo uh, mheshimiwa mweshimi uh, wa profesa uh, Jean Jacques Apurusi alinipatia oda ya kwamba uh, maboti zote za kutoka Uvira kwenda Kalemi, za Kalemi, za kutoka kwenda Uvira kupitia tarafani Fizi uh, mamitumbu uh, mabato zote zinaruhusia sasa kutembea na kufanya makazi zao kwa kawaida, Wafanya biashara wa kwenda Burundi, wafanyabiashara wa kwenda Tanzania, wafanya biashara wa kwenda Zambia, mabatu ya kutoka Burundi eh, kufika Kongo, za Kongo za kwenda Zambia, za kwenda Tanzania, ziko uhuru ya kufanya kazi zao bila tatizo yoyote. Eh, lakini kwa sisi serikali eh, tunaomba ma service ya usalama ya kwamba wabakie makini eh, kwa kucheki kila mziko wabakie makini kwa kufanya kontrol zaidi, kwa sababu adui e, anapashwa e, kuwa karibu na sisi na adui anapashwa kuwa e, mtu mwenye akili sana na e, ndio maana tunaomba ma vyombo ya serikali ya usalama ifanya kazi zao kawaida e, ya kulinda usalama ya mipaka, usalama ya raia na usalama e, ya wafanyabiashara ote ndani ya atarafani Fizi na ni kufikia hapo, mtazamaji pia msikilizaji, ni hayo ambayo nilipendelea kukufahamisha usiku wa leo. Ifahamike kwamba hivi sasa boti, mashua, meli, aina yoyote ile ya usafiri kwa njia ya maji o ya tarafa ya Fizi imeruhusiwa, na hiyo ni baada ya ulazimisho kwa M23 kwa njia zote zile kuondoka kutoka mji wa Uvira. Hadi hapo tutakapo kutana tena hewani, na watakieni nyote kila la heri.